Umeweza kufikiri unamuondoa Mungu kwa sababu bajeti yako imebana, ndio wakati ambao unajiondoa wewe, Mungu aondolewe yeye, ya anabaki kuwa Mungu tu wakati wote. Amin. Yesu atusaidie sasa. Hawa wawili nirudi kwenye andiko, walifanya sadaka zao, moja sadaka yake ilipata kibali, lakini neno ninalolipenda pale, kwa imani Habili alimtolea Mungu pale ninaposema kwa imani ni, alifanya kwa namna ambavyo alikubali Mungu kwamba Mungu yupo, ndiye Mungu anayewapa sawabu watu wake. Ile kukubaliana, usiwe na mbomo kwenye moyo wako, kwa vyovyote unavyoamriwa na Mungu usiwe na mbomo. Mimi nasema ukweli, kanisa hili linasema wako wapo, wapo, wapo, wana neema kubwa ya baraka lakini mafungu ya kumi yao hatuyagusi. Na mimi nataka nikuambie, na mwaka huu, mwaka huu nataka nilitangazie kanisa na wazo wa kanisa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita tutaenda koli koli kwa fungu la kumi, kwa kuhakikishana kwa macho na kuulizana maswali na kwa kadiri yani, tutaenda sasa. Hapa kuna watu watakimbia. Kuna watu watanunuka. Kuna mwaka nilifanya hapa hapo ajili ya sadaka hiyo nikawanunulia mbolea ya vijana hao ila kwa bahati mbaya mwaka huo hao wenda nikawa vizuri wengi waliamuka. Ila wengine ndio kwa taojaji wao kufuruka. Tena hapo hakuna tena. Sinaona kwa Yesu asitusaidie. Amen. Na ifungura 10 shetani anabana. Na kwa nini shetani anabaki? Shetani hajishughulishi na kitu chochote ambacho anaona hakiwezi kuleta matokeo. Yaani kama kuna jambo lolote unafaa unafanya mbele za Mungu, haliwezi kuleta mabadiliko, shetani asifuki mm. nalo. Ukiona jambo anashughulika sana shetani anazuia usifanye, anajua hili jambo linaweza likaleta mabadiliko katika maisha yako. Mm. Na ndio maana shetani anazuia sadaka sana zilizo nyingi, ibada ya sadaka ya mtu kumtolea Mungu. Shetani anajua nguvu Amt nam shetani anajua. Na ndiyo maana wengine hapa yawezekana ungekuwa ungekuwa na aa ungekuwa na mnenge <laughs> ila sasa, kwa sababu umeamua kwenda kitanya, kitanya, kitanya, na na Mungu na kijana naye amekubali mziki wako, anasema tutaangalia nani atakuwa mjana na, na walio wengi wana Mtumishi mmoja alinifurahisha sana, alisema ukitaka upime imani ya mtu, hata kama alikuwa ni mtoaji mzuri, hata wafungwa, itokee siku moja, mvurunge wewe Ee mtunzaji, unamkaribia anapendelea, ungempepelea kwa nini, ameayishi kutoa fungu la kumi? Hapo ndipo utakuwa na majibu kwamba imani yake ya haitoi kwa Mungu, inatoa kwako. Maana kama angekuwa anatoa kwako kwa, asingejali makaribio yako hata ngemidombeza Endelea kutoa na ndio maana leo wa wachungaji wengi wamekamatwa na kutekwa, hawawakemei wakristo hata wakifanya na kosa, kwa sababu wakristo wengi wakikemewa wanaacha cha kutoa sadaka. Na mkristo yoyote, kama umepishana na mchungaji ume- kwa kupishana kwako tayari naacha na kutoa sadaka, ina maana wewe mungu wako ni mchungaji. Kama unatoa kwa Mungu, hata kama mchungaji angekuhusu, yeye ni amesimama badala tu ya Mungu. Mungu aliona asisimame yeye kama yeye, kwa namna ya alivyo na sura yake, aliwainua watu wasimame kwa niaba ya kutoa fungu kumi unajikomoa mwenyewe, unajimaliza mwenyewe, unajichinda mwenyewe. Yesu asaidie. Kwa imani, kwa imani, imani yako ikiwa imara, hauwezi ukamona mchungaji katika kutoa fungu kumi. Na wengi tunapotoa fungu kumi, usihesabu kama unamtajirisha mchungaji. Agizo la Mungu lakututaka kutoa fungu la kumi. Sadaka zote tunazoamiana ni vile ambavyo tunataka kazi ya Mungu yenye nirudie, kama ambapo nimetoa mwongozo wa mwaka huu. Mwaka huu utakuwa mwaka wa kujifunza, ambao hawajajifunza kutoa fungu la kumi, kutoa sawasawa, utakuwa mwaka wa kutoa fungu la kumi kwa huyo ametoa, tutatekeleza utatu na fungu la kumi litatengenezewa asilimia zitakazofanya kazi ya Mungu katika madhabahu hii na zitakazokuwa kwa ajili ya sehemu ya mtumishi na watumishi wa Mungu, kwa sababu zaka ya fungu la kumi ni zaka kwa ajili ya kazi za madhabahu. Haleluya, haleluya! Sasa hapa ndipo nikuambie babaene wao watakaotoroka

na sasa hivi hatujawaita hii ita, kwa sababu haijakamilika. Ni rahisi tu, tutakuwa na panda kwa ghorofa au mtumishi wa Mungu, na panda tunaita moja moja. Bwana amekusaidia bwana, bwana, ubarikiwe sana. Vipi mwaka huu umechimba kiasi gani na vipi tolea Mungu kiasi gani? Mnakumbuka, kuna kipindi tulitengeneza daftari moja ndefu hivi, tukawa tunaorodhesha kama moja anavyotoa fungu la kumi. Tulienda vizuri sana, halafu shetani alizima Alafu vitu vingine mashemasi, shetani anapitia kweli. Tulitengeneza mpango hata wa box moja, mmeliweka kule. Tulikuwa tunatoa kwa njia ya bahasha. Hizo zote zaka na fungu la kumi. Mnakumbuka? Na tulikuwa tunaorozesha mapato ya fungu la kumi ya yenu. Baadaye, kulizima nikaona hata box mmeliondoa. Sijajua mlikaa kikao hana. Sijajua. Mkaondoa. Sasa hivi tunatoa fungu la kumi kwa uzaisimu. Nazungumza kweli kanisa kuna watu hapo Mungu amewabariki kabisa, walikuja hawana kitu. Leo Bwana amewabariki afya, amewabariki mara, hatukusu fungu lao la kumi. Naomba usije kwa sababu mimi mtumejei, sijaa kama utaona unaweza kwenye kanisa la ambao hawatoi fungu la kumi, sitakuzuia, tasema meenda. Kwa nini nafanya hivi? Siwezi kwamba niendelee kuwa na kanisa ambalo kuna wakati nikiondoka atakayefuata mbele yangu ajajuti kanisa hili. Wachungaji wa nje wanaona kama mimi nashiriki fungu lenu vizuri sana. Fungu la mahali hapo kwa mwaka, wakati mwingine linagoma kufika milioni tatu, kweli. Kwa nini mlivi ligome kufika milioni tatu? Sasa mimi sini mchungaji mnaniona nakishughulishi Naweza huku na ile kunafanya na pale. Nyakia kufanya. Kwa sababu najua kwamba watoto wangu hawata lisi vya kanisa. Hata nikiondoka watoto wangu asije wakajuta, wawe na chakulisi. Lakini kule kwa kujangaisha kwangu kumelemeza kanisa. Wengine wananiona, wanaona kama vile mchungaji mwenye nafasi. Wenye imani dhaifu ndio wanakisemea kwa simu, moyoni mwao wanakisemea kwa simu kwenye mioyo yao wanasema, "Ah, waje tu aleni." ukaaacinai utaaeawenye ah, moozawenye haleluya, haleluya. Ah. Ah. No, ili niandike nikija kuondoka mimi nikalaa, mchungaji atakayefuata kama atakuwa na kama mimi kabisa itagawanyika, mtamwona mbaya. Yaani mimi nishindwa kufanya kwa watumishi hapa, nishindwa kufanya jamani.